Tumpongeze zaidi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu kwa sababu uwekezaji ambao ameufanya kwenye sekta mbalimbali, na zenyewe zisipofanikiwa ukatili utaendelea sekta ya maji, sekta ya kilimo, sekta ya mifugo, sekta ya sheria, ukienda sekta ya habari, ukienda sijui sekta ya barabara. Watu walikuwa wavuki maji, anakaa huko mpaka akija zungushwa, kashaka kilima tayari, tukio limetokea. Akienda kutafuta kuni porini, napo tukio limetokea. Amewekeza kwenye nishati safi, kuna mambo mengi yamewekezwa ambayo yanamzunguka huyu mwanamke na huyu mtoto. Amewekeza kwenye sekta za fedha sekta za uchumi maendeleo ya wanawake amewekeza kwenye shule nyingi zinakaribiana na jamii huko kwenye mitaa na kwenye vijiji vyetu. Amewekeza sekta ya afya, yaani huduma ziko kede kede za kijamii katika mazingira hayo. Wamewekeza kwenye mambo ya ndani, tunaona polisi kata wako kwenye kila kata. Ukiyakusanya yote haya, lazima tu ule ukatili uliokuwa mwaka 2009 ukifika mwaka 2024 unapungua. Tumpigie makofi Dkt. Samia Suluhu. Sasa haya matokeo ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria kwa mwaka 2022 pia yanaonyesha kuwa vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake navyo vimepungua. Haya na mafanikio mengine mengi katika sekta mbalimbali nimesema kwa ufupi, yanastahili pongezi na kutambuliwa, na sisi kutoka hapa tujione tunaelekea kuwa kwenye mazingira salama zaidi. Tunatakiwa kuwa uh, watu ambao sasa tunaziona fursa za maendeleo na kuzifikia kwa urahisi zaidi. Kwa dhati kabisa niwashukuru na kuwapongeza jumuiya ya Umoja wa Ulaya wa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali katika kuimarisha sekta mbalimbali ikiwemo kuimarisha usawa wa kijinsia na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. othe edi Tanzania but Umpigie makofi. Hivyo basi serikali kwa kushirikiana na jumuiya ya Umoja wa Ulaya inatekeleza program ifuatayo, Gender Transformative Action Breaking the Glass Ceiling, yenye malengo makuu matatu ambayo ni kutokomeza ukatili wa kijinsia, mbili kuwezesha wanawake kiuchumi na tatu kuelimisha jamii kuhusiana na usawa wa kijinsia na umuhimu wa ushiriki wa wanawake na wasichana katika nyanja za kiuchumi kisiasa na kijamii. Katika lengo la tatu la kuelimisha jamii kuhusiana na usawa wa kijinsia na ushiriki wa wanawake na wasichana katika nyanja za kiuchumi kisiasa na kijamii, Wizara kwa kushirikiana na umoja wa Ulaya imeandaa kampeni itwayo "Inspire to Lead" ambayo tutaizindua rasmi leo. Kampeni hii ina lengo la kubadili fikra na mtazamo wa jamii kuhusiana na usawa wa kijinsia na uwezeshaji wanawake pamoja na kuongeza hali ya kujiamini kwa wanawake kushiriki katika nafasi za uongozi, lakini pia wasichana kujiunga na masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati Kifupi wanasema STEM, ambayo ni science, technology, engineering and mathematics. Ndugu washiriki, shiriki katika kutekeleza kampeni hii. Moja kati ya mambo yatakayokuwa yanafanyika ni kufanya mahojiano na viongozi wanawake katika nyanja mbalimbali na kurekodi video fupi ambazo zitakuwa zinarushwa kwenye vyombo vya habari. Pamoja na kuwa tunazindua kampeni hii leo, tayari baadhi ya video za majaribio zimesharekodiwa. Kwa mfano mwaka elfu mbili ishirini na tatu wakati wa siku kumi na sita za kupinga ukatili jumla ya video kumi na saba zilirekodiwa. Aidha, moja kati ya video ambazo zimerekodiwa hivi karibuni ni ya kwangu mimi mwenyewe, ambapo leo mmepata au mtapata fursa pia ya kuona na kusikia ujumbe uliopo ndani yake. Ndugu washiriki, pamoja na kurekodi video hizo fupi Kampeni hii pia itaambatana na kuandaliwa na kurushwa kwa jumbe mbalimbali za kuelimisha jamii, jumbe mbalimbali za kuelimisha jamii katika maeneo mbalimbali, kama vile usawa wa kijinsia, kutokomeza ukatili, pia mila na desturi huduma za msingi kwa manusura wa ukatili, ulinzi wa mtoto shuleni, na maswala mengine ya kijamii. Kwa hiyo video hizi zitakuwa na topiki